Haiwezekani, vyenyeo vina miaka miwili vinata vife, vinauwa vijana wenye miaka kumi na nane vinauwa vijana wenye, wenye, wenye miaka mitano wanauwa mpaka watoto. Kuna katoto kameuliwa ka miezi sita kaka katoto ka miezi sita wamepiga risasi, wamebaka mama yao, wamebaka mama yake. Wamemaliza kubaka mama yake, katoto kakaamka, kakaamuka wakayale makirere kirere, wakakapiga shaba wakapiga na mama yake Shaban. Alafu sisi hawa wanaofanya hivyo wao wamezeeka. Wasira na miaka themanini na tisa, siku yoyote tu anakufa. Kikwete kana miaka themanini na siku yoyote. Samia na miaka themanini na siku yoyote, yoyote, yoyote anakufa alafu tukae sisi vijana wenye miaka ishirini. Wanaona wivu kwa sababu sisi umri wetu ni mdogo, bado tuna afueni akula maisha, bado tuna miaka mingi ya kuinjoi na hii dunia. Wao kwa sababu wana miaka michache, wanaona waondoke, na sisi vijana wadogo tutawafinya, tutawafinya, tutawala vichwa, lazima tuwale vichwa kumba babake, lazima tuwafinye, lazima, hatutarudi nyuma. Kijana yeyote anayejijua wa Kitanganyika mwambie mwenzako na mwenzako mwambie mwenzake. Msirudi nyuma mpaka mulipe kisasi, msirudi nyuma mpaka muhakikishe mmeripa kisasi cha ndugu zenu. Hivi imagine kaka, sawa ajira zinatolewa wanachukua ndugu zao kwenye ukoo wao ndo wanapachika pale. Watoto wa maskini ambao hawana viongozi wote wakubwa serikalini wananyimwa ajira, wanarudi kuwa mawinga, wanarudi kuwa mapiga debe stendi, wanarudi kuuza ice cream wanauza, wanarudi kusajili laini. Unakuta kijana wa Kitanganyika anatembea na lisipika lizito la redio, eti anasajili laini tena, amemweka DJ, DJ, DJ Mafi yule tunasajili laini za Voda, Airtel, Tigo, vocha bure kabisa. Huyo ni kijana ambaye ana elimu na mpaka ana digiri, mpaka ana digiri kaka. Unakuta kijana wa kitanzania ambaye amesoma kabisa na ana digiri anatembea na tu vitabu tule tule, tu vitabu twa shuleni twa watoto wa chekechea, twa nasari, tule tu vitabu tulitoandika abcd tule tutano anatembea na tu viberiti na tu anatangaza na kile kidude cha kuuzia sumu za panya, anatangaza ninauza viberiti, viberiti kumi elfu moja, ninauza vitabu vya watoto shuleni ni elfu moja mia tano. Mpe mtoto elimu, mpe mtoto elimu. Huyo ni kijana ambaye ana degree ambaye ni mtoto wa maskini, baba yake na mama yake wameuza mali, wameuza viwanja, wameuza vitu vi, ili asome. Wadogo zake walikuwa wanashindwa kupata hata milo mitatu, ili kaka yake akasome. Dakika za mwisho wanamnyima kijana kama huyu ajira, alafu anaenda kuandamana kaka, wanamuua. Hebu fumba macho sekunde tano, fikiria hicho kitu. Baba yake amemsomesha na mama yake kwa taabu, wameuza mpaka mashamba, wameuza tu mifugo pale, watoto wao wadogo, vijana wadogo wadogo zake huyo anayesoma, wameshindwa kupata hata milo mitatu, ili mradi kaka yao asome au dada yao asome. Deka za mwisho dada yao au kaka yao ananyimwa ajira, dada anaenda kuwa anajiuza. Imajini, dada zetu anajiuza kwa shilingi elfu tano wanaenda kujiuza kwa shilingi elfu tano ili mradi warudi kusaidia wazazi wao, warudi kusaidia wadogo zao, warudi kusaidia familia zao. Alafu wanaenda tareshina tisa kulilia ajira, kulilia haki yao. Kaka wanapigwa shaba, kaka wanauliwa, hawana hata bunduki wala bastola mkononi, wanauliwa kijiji, wanapigwa na risasi za kulia tembo. Alafu turudi tuseme tunachekacheka, turudi tuanze kuangalia Simba na Yanga, turudi watu kabisa. Mpaka ile siku nimeona itu wanaenda kutaka kumuua kumpiga mangungu, wanaacha kuhangaika kuirudisha inchi yao mikononi mwao, wapate ajira, ili makasiriko ya kumuua mangungu au kumpiga mangungu yaishe. Mnapumbazwa Watanganyika, mipira hii ya Simba na Yanga mulilete, ili muwe bize kula starehe, wawachote mali zao, waondoke zenu, waondoke nazo. Ni kama walivyofanya Kongo. Kaka Kongo ndo inchi namba tatu Afrika kwa madini, hata sisi tuafikie madini mengine kama dhahabu. Kongo walichokifanya wale wazungu wa, wa, wa, wa, wa waliwaletea wali starehe Kongo ya mziki Watanganyika sisi au watanganyika au watanzania wa Kenya, wa Uganda, tumejifunza mziki kutoka Kongo. Tanzania imejifunza mziki kutoka Kongo. Wakongo waliletewa mziki nzizu, wakawa bize na kukata mauno, wakawa bize kufuatilia masuala ya mziki wa wow, wanachotewa mali zao zinaondoka Tanzania. Tanzania. Yes, yes, sasa mtu yes, anapanda yes. Apojujie tombaneni, tombaneni, huyo ni mtu akakata viuno huko. Na huko kuna majina mengine ya tombaneni. Sasa huyo mtu akakata